Rais kwa mambo makubwa ambayo anaendelea kuyafanya, sio tu kama mambo anayoyafanya ni, ni, ni nje ya baadhi ya, ya, ya nani ya mifumo, bali ameweza pia kuongeza mshahara kwa watumishi. Ameongeza asilimia thelathini na tatu ambazo zitaenda kupushi masuala mbalimbali, lakini pia jambo hili linatupa hamasa hata sisi watumishi kiukweli kwenye ile miaka mitano ya mama Samia wanasema mama mitano tena, tutajitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu na tupo tayari kwa ajili ya kumuunga mkono mheshimiwa rais, na niwaombe pia Watanzania wote kwa ujumla waweze kujitokeza e, uchaguzi utakapotangazwa kwa ajili ya kuweza kumchagua mheshimiwa rais, tumpe kula za ndio. Kiukweli anafanya mambo makubwa, lakini pia niwapongeze wafanyakazi wamejitolea kwa wingi, wamefika kwa wingi. Hakika Singida imependeza, Singida imefurika, watu wamejaa kweli kweli. Hakika hii itabaki katika historia ya mioyo ya watumishi mbalimbali. Asanteni sana Kondoa. Kwa kweli maadhimisho haya yamekuwa maadhimisho ya kihistoria kwa kweli, wafanyakazi wengi walikuwa wanasubiria jambo na kweli mama akaongea jambo, kwa kweli imekuwa faraja kabisa kwa watu wengi, kwa watumishi wengi, wamefarijika na ongezeko la mishahara asilimia 33 kwa kima cha chini kwa kweli itakuwa ni historia kubwa katika mioyo ya mioyo ya watumishi wengi katika nchi ya Tanzania. asante sana, sana. Nifasi Buyobe ni mkuu wa idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutoka halmashauri ya mji wa Kondoa. Kimsingi tumeshiriki Mei Mosi, ambayo maadhimisho haya yamefana mefa, ya sana sana sana na tunamshukuru mama yetu mpendwa, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuongezea mshahara kutoka kima cha chini shilingi laki tatu laki na sabini mpaka kufikia laki tano. Mungu akubariki sana mama yetu, na tukuahidi kiukweli, unatudai tutahakikisha watumishi wote Tanzania hii tunakupigia kura za ndio. kuzungumza na watu wengi. Tumeingia sasa hivi baada ya kutoka ndani tumekuja nje kwa ajili ya kuzungumza na wafanyabiashara mbalimbali ambao wamepata fursa hii adhimu ya kufika katika eneo hili la Mei Mosi kitaifa ambayo limefanyika siku ya leo. Hivyo tutazungumza na baadhi ili tuwatuambie mambo gani ambayo wamenufaika nayo katika jambo hili. Mama, shikamoo, Alburhan Online TV. Wewe unaitwa nani? Mimi naishi Dar es Salaam Tabata eh. huko umekuja kwa sababu ya biashara? kwa sababu ya biashara. Ni kama wafanyabiashara, mmenufaikaje na hili jambo la Mei Mosi eh? kwa sababu ni fursa, tunaposikia vitu kama hivi inabidi tuje tunufaike. Ni fursa nzuri, kuna vitu mbalimbali tumeviona. Nami nilipokuja hapa nikuja na biashara yangu, lakini nimeweza kufaidika kwa vitu vingine ambavyo walivyonavyo wenzangu, nami nimeviona naweza kujifunza zaidi. Memusi hmm. Mara nyingi naona tu inafanyikia huko nyumbani kwenu Dar es Salaam, maanake ume, umekaa Dar es Salaam na pia epata fursa ya kuja Mwanza, inavyofanyikaga Mwanza kitaifa, na huko ni sawa sawa au kuna vitu baadhi bado natakiwa wajifunze kupitia kwenu? ni sawa mbona. Yaani, Mm. Wewe kama mfanyabiashara ukipata fursa ya kukutana na Mheshimiwa Rais leo una jambo gani la kumweleza? Hatujali sasa, hatujali sana sisi wafanyabiashara, tunanyanyasika wakati mwingine. Eh, tunanyanyasika e, tunanya... na nini tena? Si sehemu za kukaa. Yaani pako yeah. una, yaani una sote yani. Ndio hivyo yani. Zile nguo zinaitwaje zile? Naona naona kama ni tamaduni kabisa. Ah, nyewe mnanunua au mnatengeneza wenyewe? Natengeneza. Nataka kwetu tunapata. Sasa mambo vipi? Safi, mambo vipi? Safi. Sisi ni Alburhan Online TV. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Halima Bedui. Halima Bedui. Kutoka Tabora. Ndiyo. Ndiyo. Na huko umekuja kwa ajili ya biashara tu au kwa sababu ya ili jambo la sikukuu? Nimekuja kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya jambo la sikukuu kwa sababu mama ni wetu tunatamba eh -eh, naye. Ehe. Kwa nini kama nyinyi kama wafanyabiashara kuna jambo kama hili mnapata changamoto gani? Sisi kama wafanyabiashara kwanza, sisi kama wafugaji wa nyuki, changamoto tunazozipata ni kwa ajili tu ya kukosa maeneo au upungufu wa maeneo, lakini tuna faida kubwa zaidi ya changamoto. Changamoto ni chache, faida ni kubwa. Tunafahamiana na watu wengi na tunaongeza watu wateja katika biashara zetu. Kama hivi tumeleta asali ya Tabora, tumeleta amla, ni matunda ambayo ya miti. Tuna tunapofuga miti tunavuna asali. Asali na miti vinaenda pamoja, ili upate asali nzuri lazima upande miti, lazima utunze miti. Ili utunze miti, tunakwenda kupata matunda mazuri ambayo ni amla inayotusaidia kuondoa kolesteroli gauti, inayotusaidia madonda ya tumbo na kuboresha afya ya mwili kwa ujumla, na asali tunapata nzuri. Mfano, asali ya Tabora ni asali ya miti ya miombo Singida. Huwezi kupata asali nyeusi ya namna hii na hata wateja wetu wanakuja hapa wanauliza kwa nini asali nyeusi? Ni kutokana na miti. Hili lote swala hili mpaka tunafika hapa, ni juhudi za mama yetu mpendwa, rais wetu Mheshimiwa samia Suluhu Hassan, ndio ametufikisha hapa. Ametuwezesha asilimia kumi, tumeenda kuchonga mizinga, tumeenda kuboresha biashara zetu, tumepata barcode. Sasa hizi tunapambana kupata TBS. Kwa hiyo alipo mama Machawa, tupo. Shukran sana Mungu atufanyie wepesi. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Burhan Online TV. Wewe unaitwa nani? Mkazi wa Singida, ndio mna nyinyi kama wana Singida, na mfanyabiashara pia, unaona ni fursa kiasi gani, nanesi kama naso. Hivi ilivyofanyika kitaifa kufanyikia mkoani, mkoani kwako. Kwa wewe kama mfanyabiashara bajeti kiukweli tumepataenye masuala ya biashara lakini nataka nimwambie nyongeza nzuri ipo. Siku ya leo biashara nzuri tumeuza, kwa upande wa sekta binafsi imetusaidia kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea, yeah. Sasa ni jambo ile ni wenyewe Wanasingida mliamua kuja na petuko hiyo, au kuna sehemu nanyewe mliamua kupaiga ili mfanyi. Kama mtanzania ukipata fursa leo kutana na rais Samia, kama alivyokuja hivi uonane naye, sakwambie mwanangu, una jambo gani? na kusikiliza, unamwambia jambo gani, wafanya biashara katika jicho la pili sana mm. E, atuangalie kwenye atuangalie kwa ajili kwa kwa ya mm. mitaji mikopo, kwa kwa kwa si basi riba ziwe za chini, atatusaidia sana. Ndio ujumbe wako kwa wananchi, mama samia suluhu hassan mm. mitano tena, shukrani sana hey. Ayaa, wafanya biashara mapitia changamoto gani, wadogo wadogo? Shukrani sana. Mzima, sisi ni Alburhan Online TV. Unaitwa nani? Majina anaitwa Golden Cake and Catering service, tunapatikana stendi mpya Misuna, tunatazamana na geti la kutokea. Ndio, umekuja hapa muda gani? Umekuja toka jana. Na nyie kama wafanyakazi wa, wafanyabiashara, wafanya wa chakula, mnanufaikaje na mambo kama haya? Mna changamoto zozote labda ambazo mnatamani rais wetu aweze kuzifanyia kazi? Ndiyo, changamoto zipo, kwa mfano mazingira ya vyoo, maji mazingira ya vyakula, mm. Kwa hiyo kwa hiyo navyotamani kuboreshiwa ni hivyo. Hamna jambo jingine? Unajambo gani la kumwambia vilevile mama? tunamshukuru sana mama Samia kwa kutuletea fursa mkoa wa Singida. Wakina mama lishe tumefurahi sana sana sana kwa fursa hii aliyotuletea mkoa wa Singida kwa kweli, tuna, tumenufaika kwa kiwango kikubwa mno mno mno na tunashukuru kwa kuendelea kutufanya mkoa wetu wa Singida kuwa mkoa wa endelevu. Yaani katuletea maji, katuletea katuletea Mei Mosi, tunafurahi sana sana sana. Tunaomba tena azidi kuja za mara nyingi zaidi ya hii. Tunamkaribisha sana na tunampenda sana Mama Samia. Sisi mamalishe bila Mama Samia hatutoboi. Shukrani.